Je, umewahi kuwaza ingekuwaje kusikia sauti ya Mungu ikizungumza waziwazi? Sio katika ndoto wala maono, bali kwa uwazi kabisa kana kwamba mtu anakuita kwa jina lako. Hivyo ndivyo ilivyomtokea Samweli. Alizaliwa kutokana na maombi ya dhati, akalelewa katika uwepo wa Bwana na akaitwa akiwa mtoto kuwa nabii. Maisha ya Samweli yanatukumbusha kwamba Mungu anaweza kuzungumza na mtu yeyote wakati wowote, mahali popote, na anapofanya hivyo, kila kitu hubadilika. Kabla hatujaanza, hakikisha umejiunga na chaneli yetu kwa hadithi zaidi za Biblia zilizojaa uhai zenye mafundisho mapya na ujumbe wa imani usio na kikomo. Hadithi ya Samweli inaanza si kwa Samweli, bali kwa mama yake. Ana alikuwa mwanamke mwenye huzuni aliyependwa sana na mumewe Elkana, lakini hakuweza kupata watoto mwaka baada ya mwaka alivumilia dhihaka kutoka kwa mpinzani wake Penina aliyemkejeli kwa sababu ya utasa wake. Lakini hana alimpeleka huzuni yake kwa Bwana. Katika moja Samweli mlango wa moja mstari wa kumi na moja na alifanya nadhiri, Ee hey, hey, Bwana wa majeshi, ukiangalia mateso ya mtumishi wako na kunikumbuka wala usinisahau bali ukinipa mtoto mwanamume, nitampa Bwana mtoto huyo siku zote za maisha yake. Mungu alijibu maombi yake. Hana akapata mimba na akamzaa mwana, akamwita Samueli akisema, kwa maana nimemwomba kwa Bwana. Na kweli kama alivyoahidi, baada ya kumwachisha kunyonya, Hana alimleta Samueli kwenye hema la kukutania huko Shilo, akamweka chini ya uangalizi wa kuhani Eli. Tafakari hali hiyo hi, mtoto mdogo anaachwa nyumbani kwa Mungu akue akimtumikia. Kwa hana ilikuwa dhabihu, kwa samueli ilikuwa hatima. Alivaa efodi ndogo ya kitani vazi la kikuhani. Kila mwaka mama yake alimletea joho alilolisuka kwa mikono yake mwenyewe. Utoto wa Samueli haukujawa na michezo wala vitu vya anasa bali na ibada, sadaka na maisha ya hekalu. Lakini taifa lilikuwa katika hali ya kiroho iliyoporomoka. Wana wa Eli, Hofni na Finehasi walikuwa waovu, wakitumia vibaya nafasi zao, wakidharau sadaka na kulichafua ukuhani. Moja Samueli mlango wa mbili mstari wa kumi na mbili inasema wazi. E, wana wa Eli walikuwa waovu hawakumjua Bwana. Katika giza hilo la ufisadi, usafi na uaminifu wa Samueli ulimeremeta kama nuru. Kisha usiku ule ukaja, hii usiku uliobadilisha kila kitu. Samueli alikuwa amelala hekaluni karibu na sanduku la agano. Taa zilikuwa bado zinawaka. Kwenye utulivu, akasikia sauti hii. Samueli akaenda kwa Eli, akasema, nipo hapa umeniita. Lakini Eli akasema, sikukuwaita, rudi ulale. Jambo hili likatokea mara tatu. Kila mara sauti ikamuita, kila mara Samueli akakimbia kwa Eli. Mwishowe Eli akatambua kwamba ni Bwana aliyekuwa akimuita, akamwambia, mtoto, nenda ulale na akikuita tena, sema sema, Bwana, kwa kuwa mtumishi wako anasikiliza. Basi Samueli akarudi kitandani mwake, na sauti ilipokuja tena, Samueli, Samueli, mtoto akajibu, sema Bwana kwa kuwa mtumishi wako anasikiliza. Usiku huo Mungu alimpa Samueli ujumbe wake wa kwanza wa kinabii: hukumu dhidi ya nyumba ya Eli kwa ajili ya dhambi za wanawe. Ilikuwa ni mzigo mzito kwa mtoto mdogo, lakini Samueli alitii tangu siku hiyo neno la Bwana likawa likikaa juu yake. Moja Samweli mlango wa tatu mstari wa 19 hadi 20 inasema, he. Ei, Bwana alikuwa pamoja na Samweli alipokuwa akikua, wala hakuruhusu neno lolote la Samweli lianguke chini. Tangu Dani hadi Beersheba, Israeli yote ilitambua kuwa Samweli alikuwa nabii wa Bwana. Hakuwa tena mtoto tu aliyemtolea Mungu maisha yake, bali alikuwa sauti ya Mungu na na yote yalianza na sala rahisi. Esema Bwana, kwa kuwa mtumishi wako anasikiliza. Kadiri Samueli alivyokuwa, ndivyo ushawishi wake ulivyoongezeka. Kutoka Shilo hadi Dani, kutoka Beersheba sheba hadi milima ya kaskazini, Israeli yote ilimtambua kuwa nabii wa Bwana. Lakini jukumu lake lilikuwa zaidi ya unabii. Alikuwa mwamuzi wa mwisho wa Israeli, akipishanisha enzi ya waamuzi na mwanzo wa ufalme. Uongozi wa Samueli ulijitokeza wakati wa matatizo makubwa ya taifa. Wafilisti, adui wakali wa pwani, waliwakandamiza Waisraeli mara kwa mara. Vita vilipiganwa na kushindwa. Hata sanduku la agano, ishara ya uwepo wa Mungu, lilikamatwa na Wafilisti baada ya Israeli kulitumia kama hirizi badala ya kuliheshimu kama ishara ya Mungu mwenyewe. Kwa miaka ishirini Israeli waliishi katika kushindwa, wakiwa wamelemewa na miungu ya kigeni na mioyo iliyogawanyika, lakini Samueli alisimama imara, akiwaongoza watu sio kwanza kwa silaha, bali kwa toba. moja Samueli mlango wa saba mstari wa tatu unaandika maneno yake: E, kama kweli mnarejea kwa Bwana kwa mioyo yenu yote, basi ondoeni miungu ya kigeni na mashtorethi kati yenu, mjitolee kwa Bwana na kumtumikia yeye peke yake, naye atawakomboa mikononi mwa Wafilisti. Watu wakasikiliza, wakakusanyika Mispa, wakakiri dhambi zao na kufunga mbele za Bwana. Samweli akaombea taifa akamtolea Bwana mwanakondoo kama sadaka ya kuteketezwa. Wakati watu waliponyenyekea, Wafilisti wakaja kupigana nao lakini mungu akapigania israeli moja samweli mlango wa saba mstari wa kumi unasema siku ile bwana akapiga ngurumo kuu dhidi ya wafilisti akawatia hofu kuu nao wakashindwa mbele ya waisraeli adui wakakimbia wakiwa wamepigwa si kwa nguvu za watu bali kwa nguvu za mungu kukumbuka ushindi huo samweli akachukua jiwe na kulisimamisha kati ya mispa na sheni akaliita ebenezeri akisema Eh, hadi sasa Bwana ametusaidia. Lilikuwa jiwe la ukumbusho, ishara kwamba wokovu wa Israeli haukutokana na majeshi au mbinu, bali kwa uaminifu wa Mungu. Chini ya uongozi wa Samueli, Israeli walipata amani na urejesho. Moja Samueli mlango wa saba mstari wa kumi na tatu hadi kumi na tano inasema eh, Wafilisti walishindwa wala hawakuvamia tena mipaka ya Israeli katika siku zote za Samueli. Mkono wa Bwana ulikuwa dhidi ya Wafilisti siku zote za Samweli, tofauti na waamuzi wengine waliotokea kwa muda kisha kutoweka. Ushawishi wa Samweli uliendelea mwaka baada ya mwaka. Alisafiri hadi Betheli, Gilgali na Mispa, akihukumu watu katika miji hiyo, akileta haki na ushauri, lakini kila mara alirudi nyumbani kwake Rama, ambako alijenga madhabahu kwa Bwana. Samweli hakuwa mfalme wala hakuwa shujaa wa vita Alikuwa mtumishi, nabii, kuhani na mwamuzi kwa pamoja, na katika unyenyekevu wake Mungu alimwinua. Hata hivyo, licha ya amani aliyoletea Israeli, mioyo ya watu ilianza tena kutotulia. Walipoona wana wa Samweli hawakutembea katika njia zake, wakaingiwa na hofu, wakaangalia mataifa mengine wakasema, tunataka mfalme atakayetutawala na kutuongoza vitani. Hili lilimuumiza Samweli sana. Kwa miaka mingi alikuwa amewaelekeza Israeli kwa Mungu akiwakumbusha kwamba Bwana mwenyewe ndiye mfalme wao. Lakini sasa walitaka kubadilisha utawala wa Mungu kwa mamlaka ya kibinadamu. Samweli akaomba, naye Mungu akamjibu. Esio wewe waliyemkataa, bali wamenikataa mimi nisiwe mfalme wao. Samweli alikuwa mwamuzi wa mwisho wa Israeli. Uongozi wake ulijulikana kwa maombi, toba na ukombozi. Lakini muda wake ulipokaribia kuisha, jukumu lake likabadilika ha, akawa mtiwa taji wa kwanza wa Israeli kwa shingo upande. Siku za uongozi wake hazikujaa unabii na hukumu tu, bali pia nyakati ambapo uwepo wa Mungu ulijidhihirisha kwa nguvu ndani ya historia. Moja ya matukio hayo makubwa lilitokea Mispa na likabaki na kumbukumbu kumbu ya jiwe lililoitwa Ebenezeri. Israeli walikuwa wameteseka chini ya Wafilisti kwa miongo mingi. Wafilisti walikuwa wenye nguvu, wamepangwa vizuri na wakatili sana. Waisraeli kwa upande wao walikuwa wamesambaratika, wamelemewa na ibada za sanamu na wakiogopa maadui wao. Lakini chini ya uongozi wa Samueli mambo yalianza kubadilika. Aliwaita watu wote wakutane Mispa kwa ajili ya toba. Wakafunga, wakakiri dhambi zao na kugeuza mioyo yao kwa Bwana. Moja Samueli mlango wa saba mstari wa sita unasema Siku ile wakafunga na huko wakakiri, wakisema, tumemkosea Bwana. Samueli akaomba na kutoa dhabihu kwa niaba yao. Lakini Wafilisti waliposikia kwamba Waisraeli wamekusanyika, waliona nafasi nzuri ya kushambulia watu wengi bila silaha wakiwa wamekusanyika kwa maombi. Hofu ikatawala miongoni mwa watu waliposikia majeshi ya Wafilisti yanakuja. Kwa muda mrefu Israeli waliishi chini ya kivuli cha hofu yao lakini badala ya kukimbia walimwambia Samueli, e, usiache kumlilia Bwana Mungu wetu kwa ajili yetu ili atukomboe mikononi mwa Wafilisti. Samueli hakuitisha wanajeshi wala hakutoa upanga, bali alitoa mwanakondoo mdogo kama sadaka ya kuteketezwa, akamlilia Bwana kwa ajili ya Israeli. Kisha Mungu akatenda. Moja Samueli mlango wa saba mstari wa kumi unasema Siku ile Bwana akapiga ngurumo kuu dhidi ya Wafilisti, akawatia hofu, nao wakashindwa mbele ya Waisraeli. Anga likawa silaha, dunia ikatikisika kwa sauti ya Mungu. Hofu ikatawala katika jeshi la Wafilisti, nao Waisraeli wakawashambulia hadi Bethkari. Haikuwa kwa akili za kijeshi wala nguvu za kibinadamu, bali ilikuwa ukombozi wa Mungu, wazi na rahisi. Kwa shukrani Samueli akachukua jiwe na kulisimamisha kati ya Mispa na Sheni, akaliita Ebenezeri, akisema ehadi, eh, sasa Bwana ametusaidia. Jiwe hilo likawa zaidi ya alama, hilikawa ushuhuda. Kila mara Israeli walipoliona walikumbuka, ei, eh, Bwana ndiye msaada wetu, si Baali, si Ashtorethi, si upanga wala wafalme, bali Bwana pekee. Neno Ebenezeri linamaanisha e, eh, jiwe la msaada Hali kuhusu uongozi wa Samueli wala ujasiri wa Israeli bali uaminifu wa Mungu. Alama hiyo iliwaambia vizazi vijavyo. Haijalishi mambo yanaonekana kukosa tumaini kiasi gani, Mungu anaweza kunguruma kutoka mbinguni na kubadilisha hali. Tangu siku hiyo, Wafilisti walishindwa. Israeli wakarudisha miji waliokuwa wamepoteza na amani ikatawala kati yao na Waamori. Uongozi wa Samueli ulileta utulivu, si kwa sababu alikuwa mwenye nguvu, bali kwa kuwa aliwaelekeza watu kila mara kwa Mungu. Hadithi ya Ebenezeri inatukumbusha kwamba ushindi ni wa Bwana, na pia inatufundisha umuhimu wa kukumbuka. Mioyo ya wanadamu husahau kwa haraka. Ndiyo maana Samueli aliweka jiwe linaloonekana na lisiloyumba, kusema ni eh, hadi sasa, kila vita, kila sala, kila ukombozi, yote yalikuwa ni Bwana. Na kama ametusaidia hadi sasa, hata sasa hataacha. Kwa miaka mingi, Samueli aliwaongoza Israeli kwa uaminifu kama nabii, kuhani na mwamuzi. Alirejesha ibada, akaomba wokovu na kila mara akawaelekeza watu kwa Mungu kama mfalme wao wa kweli. Chini ya uongozi wake walipata amani na ushindi. Lakini wakati ulipita, mambo yakabadilika. Samueli akazeeka ya na watu wakawa na wasiwasi. Wanawe aliowateua kuwa waamuzi hawakutembea katika njia zake. Walikuwa waovu wapokea rushwa na wapotoshaji wa haki. Taifa likatazama na kuingiwa na hofu. Wakauliza hey, ni nani atakayetutawala Samueli akifa? Kwa hiyo wazee waisraeli wakakutana na kumwendea Samueli huko Rama. Umewahi kuwaza ingekuwaje kama ungeweza kusikia sauti ya Mungu waziwazi? Si katika ndoto wala maono, bali sauti halisi ikikuita kwa jina lako. Hivyo ndivyo ilivyotokea kwa Samueli. Alizaliwa kwa majibu ya maombi ya uchungu, akalelewa katika uwepo wa Bwana na ikiwa mtoto akaitwa kuwa nabii. Maisha yake yanatukumbusha kwamba Mungu anaweza kumwita mtu yeyote wakati wowote mahali popote. Na anaposema, kila kitu hubadilika moja Samueli mlango wa nane mstari wa tano unasema E, umezeeka na wanao hawaendi katika njia zako. Sasa tuwekelee mfalme atakayetuhukumu kama mataifa mengine. Ilikuwa pigo kubwa. Samueli alikuwa amewakumbusha watu kwamba Bwana ndiye mfalme wao, lakini sasa walitaka mfalme wa kibinadamu. Samueli akahuzunika, lakini kabla ya kujibu, alifanya kile ambacho daima alifanya, aliomba. Katika mmoja Samueli mlango wa nane mstari wa saba Mungu akamwambia, Esikiza yote wanayokuambia, kwa maana si wewe waliyemkataa, bali wamenikataa mimi nisitawale juu yao. Mungu alimwambia Samueli awaonye kwamba mfalme atachukua wana wao kwa jeshi, binti zao kwa watumishi, mashamba yao, mashamba ya mizabibu na hata uhuru wao. Samueli akawaonya watu, lakini walikataa. Wakasema tunataka mfalme atutawale atoke mbele yetu kupigana vita vyetu. Basi Samueli akawa mteule wa wafalme, nabii asiyehitaji mfalme lakini mtiifu kwa Mungu. Mungu akamwongoza kwa kijana aitwaye Sauli, mwana wa Kishi, mtu mrefu na mwenye sura nzuri kutoka kabila la Benyamini. Moja Samueli mlango wa tisa mstari wa mbili unasema, hakuwa na kijana mzuri kama yeye katika Israeli, naye alikuwa mrefu kuliko watu wote. Mungu akamfunulia Samueli kwamba huyu ndiye mfalme atakayechaguliwa. Kwa hiyo Samueli akachukua chupa ya mafuta akamimina kichwani mwa Sauli na kumbusu akisema, katika moja Samueli mlango wa kumi mstari wa moja, Je, Bwana hakukutia mafuta uwe kiongozi juu ya urithi wake Israeli? Sasa walikuwa na mfalme wao wa kwanza, na Samueli, ingawa moyo wake ulikuwa mzito, alitimiza wajibu wake kwa uaminifu. Katika Mmoja Samueli mlango wa kumi na mbili, Samueli akatoa hotuba ya kuagana akiwakumbusha uaminifu wa, wa Mungu na kuwaonya kwamba mfalme hawezi kuwaokoa kama watamwacha Bwana. Akasema, lakini mkimcha na kumtumikia Bwana na mkiitii sauti yake, basi ninyi na mfalme wenu mtakayetawala juu yenu mtamfuata Bwana Mungu wenu. Miaka ilipita na Sauli akaanza kuasi. Moja Samueli mlango wa kumi na tano mstari wa ishirini na sita unasema, umeikataa neno la Bwana kwa hiyo Bwana amekukataa usiwe mfalme juu ya Israeli. Samueli akahuzunika sana, lakini Mungu alikuwa tayari amechagua mwingine mfalme atakayeangaliwa kwa moyo wake, si kwa sura. Bwana akamwambia Samueli, jaza pembe yako kwa mafuta uende maana nimemchagua mwana wa Yese wa Bethlehemu awe mfalme. Wana wa Yese wakapita mmoja baada ya mwingine, lakini Mungu akamwambia Samueli. Moja Samueli mlango wa kumi na sita mstari wa saba ei, usimtazame uso wake wala urefu wa kimo chake, kwa kuwa nimemkataa; kwa maana wanadamu hutazama uso wa nje, bali Bwana hutazama moyo. Mwishowe mtoto mdogo Daudi akaletwa kutoka malishoni. Alikuwa mchanga mwekundu na mwenye uso mzuri. Bwana akamwambia Samueli, simama, mtie mafuta, maana huyu ndiye Samueli. Akachukua pembe ya mafuta akamimina kichwani mwa Daudi mbele ya ndugu zake. Moja Samueli mlango wa kumi na sita mstari wa kumi na tatu unasema tangu siku ile Roho wa Bwana alikuja juu ya Daudi kwa nguvu. Ilikuwa siri ya mbinguni, ulimwengu haukujua, lakini Mungu alikuwa amechagua mfalme mpya. Samweli alitimiza jukumu lake kumtia mafuta mchungaji ambaye angekuja kuwa mfalme mkuu wa Israeli. Ingawa hakuona utawala wa Daudi kikamilifu, utii wake uliweka historia katika mwendo. Maisha ya Samweli ni darasa la utii, imani na kusikiliza sauti ya Mungu. Alikuwa daraja kati ya kipindi cha waamuzi na enzi ya kifalme. Kutoka kwa Samweli, mstari wa kifalme uliendelea hadi kwa Yesu Kristo, mfalme wa milele. Maisha ya Samweli yanatufundisha kwamba utii kwa Mungu ni nguvu ya kweli ya kiongozi. Hakuwa tajiri wala hakutegemea nguvu za kijeshi, bali alimtegemea Mungu kwa kila hatua. Kutoka kwa mtoto aliyesikia sauti ya Mungu usiku wa manane hadi nabii aliyewatumikia wafalme na taifa, Samweli alibaki mwaminifu mpaka mwisho. Tunaona kupitia kwake kwamba Mungu hasemi na wakuu pekee, bali pia na watoto wanyenyekevu na wale wanaosikiliza. Tunajifunza kwamba maombi yanaweza kubadilisha hatima, kwamba uaminifu ni bora kuliko sadaka, na kwamba moyo unaomcha Mungu ni zawadi kubwa zaidi ya mwanadamu. Kama vile Samueli alivyosimama kwa imani, nasi tunaweza kusimama leo katika dunia yenye machafuko, tukisikia sauti ya Mungu ikituongoza. Na tunapomtii, maisha yetu yanakuwa daraja la baraka kwa wengine, kama Samueli alivyoleta mwanga kwa Israeli. Ujumbe wa leo ni huu... Sikiliza sauti ya Mungu, utii bila kusita, na uamini kwamba hatua moja ya uaminifu inaweza kubadilisha historia yako. Kama umejifunza kitu kupitia hadithi hii ya Samweli, penda video hii, andika kwenye maoni somo gani limekugusa zaidi, na jisajili kwa hadithi zaidi za Biblia zilizojaa mafunzo, motisha na imani.